Kuhusiana na eh, Morice, Abraham Morice yeah. <laughs> nilijua tu. I said once nitaendelea pale pale. Miezi sita iliyopita, kabla Morice hajapewa kandarasi Simba, tuliwahi kuzungumza zi, wakati wa tetesi zile zikitajwa kwamba kuna namba kumi ambaye yupo eh, anafanya mazoezi na Simba tukazungumza, ukasema ya kusema Eh, leo Morice ni yupo ndani ya Simba. Kwanza ulichokitarajia na ulichokizungumza ndicho ambacho unachokiona sasa hivi. Yeah. Bado na naamini bado, yaani bado hatujaona ule ubora wa Morice, tumeona udogo wa ubora wa Morice, yaani mimi nitaendelea kusema. nilikwambia siku ile uliniuliza swali moja, una kitu gani cha kumshauri Morice? Nikamwambia aendelee kuwa kijana bora, aendelee kumtanguliza Mungu. swala la mpira shee, Morice hahitaji kushauriwa Morice, anaojua mpira na mimi naamini hilo. Morice anaojua mpira, kichobaki ni mimi mi nasibui tuzo yangu tu ya man of the match. Kama haja yake tuzo ya kwanza ya man of the match, match inaingia kwenye kabati langu. Kwa hiyo itakuja tu. Hiyo inakuja muda wote kuanzia sasa, kama anaweza akafanya pre assist kwa muda wote, anaweza anawezekana akaonyesha kila alichokuwa nacho. Kwangu ni safari ndefu, haikuwa safari nyepesi kwake, amepitia changamoto in and out. Baada ile naweza kutoka Serengeti Boys mpaka anafika nafasi anaenda Ulaya, tukiamini kwamba hapa ndo njia yake ya mafanikio. Anapata injury, anarudi nyumbani, anakaa nyumbani mwaka mzima. Inawezekana pale ndo sehemu ambayo tunasema hope inawezekana ikapotea. Unajua sisi ni binadamu, sisi tuna moyo na changamoto nyingi, inawezekana pale ndio sehemu ya kukata tamaa. Ila sehemu ambayo tunaamini ndo sehemu ya kukata tamaa, anainuka. Sio tu kuinuka, anaenda kuinuka katika timu kubwa mbili, Simba na Yanga ni roho au ni nuru katika time, katika soka letu la Bongo ni sehemu ambao wameshafanya makubwa. Sio tu kuinuka, anaenda kujitengenezea ufalme wake hadi hivi sasa amejitengenezea ufalme. Mchezaji ambaye akiingia kiwanjani furaha inakuwa nyingi, shangwe inakuwa nyingi, kila mmoja anaamini katika ubora wake. As a sister, as a friend, ni kitu ambacho nakifurahia kwa sababu nimemshuhudia tangu akiwa under 17 and I know kwamba hichi anachokifanya bado hajafika yule Morris naambiwa mimi. Ipo siku tu lakini hapa ndio anakuambia na sasa kweli Morris yakufika. Bado sijamwona le Mr Assist mwamba kutoa pasi za mwisho katika njia mbalimbali mbali ambazo anazifanya. Kwa so I believe wakati alipoendelea kupambana hii isiyo sehemu ya kubocheka. Unajua mchezo wa mpira miguu unaimbwa Jumatatu unazomewa Jumanne. Yaani, jambo ambalo linakaenda katika mchezo wa soka kwamba atakuchekea leo kesho awo waliakuchekea, wanakuita bwana, umeisha. Kwa hiyo kikubwa determination, kikubwa ni, ni kupambana. Football without exercise si jambo, na wazaji wachache ambao wana talanta zile, anasema huyo hata asiofanya mazoezi atakuwa bora, ila na yeye pia anafanya mazoezi. Kwa aendelee na mazoezi, swala nidhamu kwa Morice. So jambo la kujiuliza, he is always a good boy, asiache kusali, aendee kumtanguliza Mungu, akumbuke kabisa kwamba bado kuna watu tunaamini hapa alipofika bado, mimi natamani kumwona Morris siku moja amevaa yeah, beji ya captain wa Simba. It's something ambacho kitanifurahisha au beji ya captain ya timu ya taifa kama alivyovaa, mimi nimempami, nimependa, ni cheat code. Yani, katika wale wataalamu football, waata warrior. Football warrior. Yeah. Unajua, sisi wacheza PS game, yani wale wataalamu wa video game, kuna yeah, jambo moja ambalo lipo katika video game, ambao tunasema kwamba kuna kitu hii, ni kodi ambayo unaweza kukutumia wewe kuvuka levo moja, au ni kodi ambayo inaweza kukusaidia wewe kushinda game ya video game, kwa hiyo ni cheat code. Football warrior. Mimi namuita Football warrior kwa sababu ya changamoto ambazo amepitia nyuma hadi kufika hapa, heko young bro. Naongea naye kila siku, bahati nzuri Jana amejiunga na national team baada ya muda mrefu kuwa nje baada ya majeruhi. Kwa nani ambaye afurahii mwenzie anapofika katika njia ya mafanikio? Usifurahia utakuwa mchawi. Bwana hapo umezungumza kwa upande wa Morice. Tuje sasa kwa upande wa ajili wake ambao anatumikia. Tumeona katika baadhi ya michezo akitumika kama eh, tunasema mchezaji wa akiba lakini tumekuwa tukiona mm -hmm. mafanikio makubwa ama mabadiliko makubwa. Morice huwa anaongeza kitu gani hasa ama amekuja kuongeza kitu gani katika kikosi cha kuna Msimbazi? Unajua, katika mchezo wa mpira wa miguu sio lazima uanze, dakika chache za kwako ni kubwa sana ukizungumzia Manchester mwaka elfu moja mia tisa tisini na tatu kwenda mbele mpaka tisini na tano alikuwepo, tisini na tano mpaka tisini na tisa alikuwepo mwanaume anaitwa Ole Gunnar Solskjaer the baby face assassin hakuwa hakuwa mtu ambaye anaanza kikosi cha kwanza, ila pale ambapo anaingia, tuko tunaona ubora wake. Kuna kazi kubwa ambayo alikuwa anaifanya dakika chache ambazo anazopewa. Tunarejea katika soka wanawake miaka kama mitatu minne nyuma, uh, national team ya Kenya, akati Gentrix Shikango mchezaji wa Simba Queens anafika kwa mara ya kwanza Tanzania katika michuano ya Sekafa, hakuwahi hakuwahi kuanza mechi hata moja, ila hiyo siku alikuwa kila hiyo michuano ya Sekafa alimaliza tournament, na alimaliza tournament akiwa mfungaji bora. Hakuwahi kuanza mechi hata moja, alikuwa na dakika kumi tu uwanjani kila siku na alikuwa anafunga kwa. Kwangu it's not about starting, kuna watu ni special sub, ila kama anaweza kapambania kuanza, jambo la heri kwake. Nafasi yake ipo na leo nafasi yake ipo kwa ubora wake hapo. Nakwambia hajaonyesha hata robo ya kile ambacho Morris yuko nacho, hilo mimi naliamini na tisha lile, ah mimi siwatisha Utarudi tena kwangu, utaniuliza hilo swali, na kukuambia, ndio Morris ambaye namtegemea kukaa injury mwaka mzima boss. <laughs> Kurigain vitu vingi sio mchezo <laughs> Kwa yule Morris, si mnamuona bado, kaulizo waliocheza naye under 17 wanakumbuka, bala yake assist, mwenye assist mbalimbali yeye, hafungi si shabiki wa kufunga, ila shabiki wa kutengeneza nafasi. Na kwa sehemu yake, namna na maana navyocheza, inaendana na Simba kwa sababu ni mchezaji ambaye cha kwanza aggressive na ni mchezaji ambaye ana uwezo pia a kutengeneza nafasi. Asante. kiwa wanaingia Naam, hao ni wekundu Msimbazi Simba akiwa wanaingia